So sisi ni watu ya kusema yes, kama ile ilisemwa na Moi, aliambia Kenyatta senior yes. Eh, aka kapita akaendelea. Ule mzee wetu tulikuwa tunapenda anaitwa Mwai Kibaki alikuwa hapo, watu wengi walikuwa anamuita sijui kiguoya, sijui General kiguoya, watu wengine wanajiona ni odari ni jamba. E, ni jamba. Eh, ako hapo anaitwa General Kivoya, sijui nini, alikuwa Vice President wa Moi miaka kumi, alikuwa saa nyingine anadhauriwa, kuna hata wakati alitolewa Vice President akuwa waziri wa afya, akaendelea baadaye yeah. Uhuru Kenyatta kuna watu walienda wakamchochea. 2002 wakati Uhuru ameshindwa wa na Kibaki akakuwa leader of opposition. 205 ikakuja Uhuru alikuwa anapinga Kibaki kwa ile referendum ya 205. Wazee wa GEMA wakiwemo wazee wa hapa wa Ngome na Nyangi Ndielele na Kiama Kiama na Njuri Ncheke wakaita Uhuru akamwambia, my friend, kama unataka kuongoza Kenya wachana na upinzani, you must say yes sir, tumzee Kibaki Wakati tunaenda uchaguzi wa 2007 uhuru ambaye alikuwa leader of opposition alisimama nyuma ya Kibaki akasema yes sir. Si mnajua nini ilitokea? Huyu Ruto the same alikuwa anasema mkubwa yangu Uhuru Kenyatta, mkubwa yangu Uhuru Kenyatta, leo ni rais. So kuna watu wengine hapa wanatufunza siasa ati, ati ukue deputy president alafu unapigana na rais ukuwe minister unapigana na rais. It's not possible. Ukitaka kupiga rais, enda kwa upinzani, tumenyane ukiwa huko.